mkoa wa morogoro una jumla ya kilomita elfu mbili na sabini na moja nukta tatu kati ya hizo kuna kilomita mia saba ambazo ni za lami ambazo ni barabara kuu na elfu moja na mia tatu ni kwa ajili ya barabara za changarawe katika muda wa miaka hii minne ya uongozi wa mama mkoa wa morogoro umepokea takribani bilioni 712 katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mkoa mbali. wa morogoro una bajeti ya kawaida ya matengenezo wa bilioni 22 kwa mwaka. Kwa hiyo utakuta ndani ya miaka minne tuna karibu bilioni 88 89, ambazo tutakuwa tumezipokea katika mkoa wa Morogoro kwa ajili ya matengenezo ya kawaida katika barabara zetu ambazo zipo barabara ambazo zina exist. Mkoa wa Morogoro unaendesha miradi mbalimbali mbali. Sasa hivi tunaendelea na miradi ambayo tunaita miradi ya seki kwa ajili ya madaraja ya dharura ambayo tulilazimika kuyafanya kutokana na mvua za El-nino na Hidaya zilizoikumba nchi, na katika mkoa wa Morogoro tuna bilioni 37 katika utekelezaji wake. Na maeneo ambayo tunatekeleza, tunatekeleza katika wilaya ya Gairo tuna madaraja mawili, tuna daraja moja linaloitwa Ngoyami na tuna daraja linaloitwa Chakwale. Daraja la Ngoyami lina mita 80 na Chakwale lina mita 100. moja limefikia asilimia na nyingine ilikuwa asilimia tisini na sita. Madaraja ni marefu na thamani ya madaraja haya madaraja ya daraja la Chakwale lenyewe lina bilioni sita nukta nne na daraja la Langoyame lina bilioni saba nukta moja. Aidha, tunayo madaraja mengine katika ujenzi wa barabara ya Morogoro kwenda Dodoma. Tuna madaraja ya Ngerengere, tuna daraja la Kihonda, daraja la Ngerengere ambalo mtekelezaji wake ni mkandarasi anaitwa Jonta, ambayo lina thamani ya bilioni tano nukta tatu na tuna daraja la, la Kionda ambayo linatekelezwa na mkandarasi anaitwa Osaka ambalo na lenyewe lina thamani ya bilioni tano, zaidi ya bilioni tano. Tunayo madaraja mengine ambayo yako wilaya ya Mvomero, tuna daraja la Mjonga limeungana kwenye mkataba mmoja na daraja ambalo linaitwa Bwage lenye jumla ya thamani ya bilioni kumi nukta sifuri tatu liko kwenye asilimia hamsini na mbili. Madaraja mawili, moja lina na mita themanini na nyingine lina mita ishirini na tano tu. Nalo daraja jingine ambalo lina dharura linaitwa Doma katika barabara ya kutoka Morogoro kuelekea Iringa, nalo ambalo lina urefu wa mita ishirini na tano inatekelezwa na mkandarasi anaitwa Jambela. Madaraja yote haya nikiyajumlisha inaleta thamani ya bilioni thelathini na saba nukta nane ambayo ni madaraja ya dharura na tulipata ufadhili wa benki wa benki ya Dunia. Tunayo miradi ya mikakati miradi ya kitaifa. Uh, tuna mradi wa kilometa sabini na nane kutoka bigwa kuelekea mvuha. Mradi huu sasa hivi karibuni umepata hela za awali, kwa hiyo mkandarasi sasa ataanza kufanya kazi na kwa ujenzi wa kiwango cha lami. Tuna mradi wa ubena zomozi wa kilometa kumi na moja ambao tayari umekwisha kuanza, na huko kwenye asilimia ishirini na sita unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Kings. Tuna mradi wa kitaifa mwingine ambao ni Ifakara kwenda Mbingu. Mradi huu ni wa kilometa 62.5, ambayo nao hivi karibuni mkandarasi amepata malipo ya awali. Kwa hiyo sasa mkandarasi anatakiwa ku, kuingia na kufanya kazi za ujenzi kwa kiwango cha lami. Tuna mradi wa kutoka Mbingu kuelekea Chita. Mkandarasi alikwisha kusaini mkataba, sasa tunasubiri malipo ya awali ili naye aweze kuanza, kuanza kazi tuna mradi sasa hivi wa kutoka Lupiro kwenda Malinyi ambao unakuwa na jumla ya kilometa mia moja kumi na mbili kwa kiwango cha lami. Mkandarasi amekwisha kusaini mkataba na anatakiwa kupata malipo awali ili aweze kuanza kazi hiyo. Tuna miradi midogo midogo mingine ya dharura ambayo ta ilikuwa inaleta usumbufu mkubwa kwa watumia barabara, kati ya barabara ya kutoka Ifakara kuelekea Mlimba Mlimba mpaka Taweta mpaka Madeke mpakani na Njombe ambao sasa tumepeleka wakandarasi wa kujenga madaraja madogo madogo, yani box culverts, karibu madaraja nane ambayo yanatekelezwa na wakandarasi mbalimbali mbali. Tunadhani kabla ya mvua za mwaka huu kuanza, tunatakiwa tumeshakamilisha kujenga madaraja hayo ili kuondoa usumbufu kwa watumia barabara hizo, lakini ipo miradi ambayo imekwisha kukamilika. Upo mradi wa kiwango cha lami umeshakamilika kutoka maeneo ya Kidatu kuelekea Ifakara. Mradi huu ulishakamilika na unaendelea unaendelea kutumika. Tuna mradi ambao ulikwisha kukamilika kutoka barabara ya Dumila kwenda Kilosa, mradi umeshakamilika na barabara inatumika kwa kiwango kwa kiwango cha lami. Tuna mradi wa upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina ya barabara ya kutoka Msamvu kuzunguka ile Morogoro kwenda Bigwa junction ambao mradi huu una thamani ya milioni mia tano sitini na tisa kwa ajili ya kujenga kiwango cha lami maanake barabara hii tunataka tuipanue kuwa njia nne na sehemu zitakuwa njia tatu hasa maeneo ya mjini kwa sababu ya ufinyu wa upatikanaji wa eneo tuna mradi mwingine ambao ni upembuzi ya kinifu wa kina ya ubenazomozi ngerengere mpaka karibu na bwawa la nyerere kule ambao mradi huu unaendelea na huko kwenye hatua za, za mwisho kabisa ambao na thamani ya milioni moja pointi tatu tatu mradi wa upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina wa barabara ya gairo kwenda nongwe kilomita 54 tunaifahamu, maeneo ya Nongwe yalivyokuwa na ugumu wa kupitika. Kwa hiyo maeneo yale yote tunataka kujenga kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo katika usanifu na mradi huu unaendelea huko, kwa unajengwa, unatengenezwa, unagharamiwa kwa kiasi cha bilioni 522.2. Tuna mradi wa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina barabara ya Miombo Lumuma kilomita 72. Mradi huu nao unaendelea na huko kwenye hatua za mwisho, kwa ajili ya upembuzi. Miradi hiyo yote inayoizungumza ni kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami. Thamani ya mradi huu wa Miombo Lumuma ni milioni mia sita na themanini. Tuna upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina wa daraja la Mkondoa katika barabara ya Dumila Kilosa, mradi huu na thamani ya milioni 369 kwa ajili ya kufanya upembuzi na usanifu wa kina. Mradi huu unaendelea na katika tuko huko uh, asilimia zaidi ya sitini hiyo tunategemea utakamilika muda si mrefu. Kuna upembuzi wa barabara eneo la tunaita eneo la gate pale SUA kupitia mzinga hadi Mzumbe e, na kazi hii ya upembuzi ya kinifu nayo imekwisha kuanza yenye thamani ya shilingi milioni 129. Miradi yote hii ambayo nimezungumza inatengeneza jumla ya bilioni tatu nukta sita ambayo ita, baadaye itajengwa kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo utaona jinsi gani mkoa wa Morogoro nao ulivyojipanga kwa kupata hii hela na once miradi inapokamilika namna hiyo, tutakuwa tumefungua njia kwa kiwango kikubwa. Au tunayo miradi pia ya ki, ya kimkakati sehemu mbalimbali ndogo ndogo ambazo zinatengeneza jumla ya bilioni 129, e, toka mwaka 2021 sasa na kuingia 2425 namalizika. Na aidha nipende tena kushukuru kwa kiwango kikubwa kwa Mheshimiwa Rais kutuwezesha kila sekta katika eneo letu kuwa tunafanya kazi kwa kwa ufanisi kwa kuwa tunapata na tunaletewa hizi fedha.